Leo tumekuandalia video ya majina ya waombaji wote walioomba katika nafasi za wasimamizi wa wapiga kura mwaka wa 2025. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kwa kwanza ndipo tutaupload video nyingine. Kama tunavyoona tangazo letu hapo linasema kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, halmashauri ya wilaya ya, ya Rombo jimbo la Rombo kuitwa kwenye usaili hiyo ndiyo taito ya tangazo letu, lakini pia amesema kwa mazumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu na kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha sita cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani namba moja ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ikisoma pamoja na kanuni ya kumi na moja ya kanuni za uchaguzi wa rais ya marais wa bunge na madiwani mwaka elfu mbili na ishirini na tano msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Rombo anawatangazia waombaji wafuatao kufika kwenye usaili tarehe nne mwezi wa kumi kama tunavyoona hapo na tarehe tano mwezi wa kumi pia mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika shule ya sekondari ya Lamfua kuanzia saa mbili kamili asubuhi. Hivyo kwa wale wote ambao majina yao ya kwa maana yameitwa kwenye usaili halmashauri ya wilaya ya Rombo jimbo la Rombo watapaswa kufika kwenye usaili tarehe nne pamoja na tarehe tano, na usaili huo utafanyika shule ya sekondari kila mfua kuanzia saa mbili kamili asubuhi. Kama tunavyoona, majina haya yamegawanywa katika sehemu mbili. Sehemu A yanahusu wasimamizi wa vituo vya wapiga kura pamoja na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura. Hawa watapaswa kufika katika vituo ama kituo chao cha usaili tarehe nne mwezi wa kumi kuanzia saa mbili asubuhi na usaili utafanyika shule ya Kilamfua kama tunavyoona hapa. Sasa kwa wale wote ambao majina yao yameitwa kama wasimamizi wakuu na wasimamizi wasaidizi watapaswa kufika katika usaili saa mbili kamili na tarehe itakuwa ni tarehe nne lakini kipengele cha pili ambapo ni kipengele B kipengele B hiki ni kipengele cha makarani makarani wao watapaswa kufika katika kituo cha usaili tarehe tano mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano kwa hiyo wale ambao wameitwa kwenye usaili ama majina yao yapo hapa, hapa kama makarani waongozaji wa piga kura watafika kwenye usaili tarehe tano mwezi wa kumi ishirini na ishirini na tano. Sasa PDF hii inaonyesha majina kutoka katika jimbo la Rombo. Kwahiyo kwa wale wote ambao waliomba wa, wa majimbo ama wa halmashauri na wilaya mbalimbali basi Wasisite kutufolo katika whatsapp channel yetu na linki nimeiweka katika upande wa comment. Kwa hiyo baada ya kuangalia video hii, basi unaweza ukaenda katika upande wa comment na kukuta linki ya whatsapp ambayo unaweza kubonyeza ili kuleta whatsapp na kutufolo ili kuweza kupata update mbalimbali mbali kwa kila halmashauri.